Kwa majina naitwa Victoria, Victoria Silayo ni mwanachama wa PSSSF. Tunawashukuru PSSSF sasa hivi kwa kuanzisha huduma yao ya PSSSF kidigitali ambayo inaturahisishia kupata huduma popote nitakapokuwepo. Sina haja tena ya kwenda PSSSF. Kwa mfano, nikiwa na madai yangu hata yoyote ya uzazi ya nini, na yaweza kuyaomba kwa kupitia poto, lakini pia kwa kufanya follow up ili nijue amefikia wapi na amefikia wapi mpaka nafikia hatua ya kulipwa kwa kutumia poto ya, ya PSSSF. Hivyo tunawashukuru sana PSSSF kwa huduma ya PSSSF kidigitali, imeturahisishia huduma na imetuongezea imetupunguzia kupoteza muda. Maana zamani ilikuwa hata kama unakaa huko vijijini ndani ndani ndio unakofanya kazi, ni lazima utoke huko uende mpaka mjini ofisi ya PSSSF iliko ili uweze kupata huduma, na bado ukifika unakuta watu ni wengi, kwa hiyo foleni, kila mtu amekaa anasubiri. Kwa hiyo unajikuta unapoteza siku nzima kwa ajili ya kufuatilia kitu ambacho ungeweza kukifanya hata ukiwa huko uliko. Nilijiunga kwa kutumia namba yangu ya NIDA na namba ya simu ambayo nilijisajilia na PSSSF. Tolonga zina huduma ya internet popote nitakapo kuwepo. Kwa hiyo naweza kutumia sekunde chache tu kupata huduma ambayo ningeenda kutumia masaa matatu kuipata. Kwa hiyo ile masaa matatu badala hakuna kukaa kusubiri kupata huduma naweza kuyatumia kufanya shughuli zangu za kutafuta kipato. Uchumi imenisaidia mimi kama kijana, kama unavyojua vijana tunapenda social medias. Kwa hiyo mimi kama kijana nikiwa na bando langu la shilingi 500 naweza kupata access ya kuingia kupata huduma za PSSSF, lakini pia na bando likabaki, nikaingia Instagram na TikTok. Leo kesho, pamoja na PSSSF.